Daktari bingwa wa urolojia ambao wanafikia takriban 96 hapa nchini wanakusihi kuzingatia furaha ya maisha yako kwa kupima afya mara kwa mara, hasa mfumo wa mkojo na uzazi pamoja na tezidume kwa wanaume. Ujumbe huu umetolewa kwenye kongamano la 2025 la TAUS, yani Tanzania Association of Urological Science, ambalo ni shirikisho la madaktari bobezi wa urolojia. Naitwa Daktari d Remigi Sendu Rugakingira, ni daktari bobezi katika fani ya urolojia na upondaji wa mawe wanasema endourology, lakini pia nina taaluma katika mambo ya healthcare innovation, kwa hiyo ubunifu ndani ya afya katika kipande cha MBA. Mara nyingi tu madaktari bingwa hao wanajulikana kama madaktari bingwa wa tezi dume, na tezi dume inampata mtu akiwa umri umeenda juu kidogo, na kwa, kama umri umeenda juu kidogo eh, mwanaume pale ndo mambo ya matatizo ya tezi dume au kuziba mkojo sababu ya tezi dume. Hutokea ongezeko la umri wa kuishi kwa mtanzania kutoka miaka 42 mwaka 1960, chini ya nchi zote za Afrika Mashariki hadi kufikia miaka 67 na 68 hivi sasa, na kwa nchi inayoongoza Afrika Mashariki, kunaibua mahitaji zaidi ya madaktari bobezi wa urolojia, ambao wanakuwa msaada kwa afya ya wanaume kwa hiyo uhitaji ni mkubwa kwa sababu life expectancy ya Tanzania imeongezeka. Ukiangalia miaka 60 ilikuwa kuna watu eh, maisha ya Mtanzania ilikuwa miaka 42, hakika tulikuwa list eh, tulikuwa chini kuinganisha na nchi nyingine za east africa. Nakumbuka ya kwanza ilikuwa ni Kenya, Uganda, then 42 years ilikuwa ni Tanzania. Kenya ni 36. Saizi sisi ndio tunaongoza saizi, maisha ya Mtanzania yamefika miaka 67 eh, 67, 68 ambao tuko juu wengine wako ni sitini na tatu, sitini na tano Kwa hiyo data zinazungumzia hivyo. Hiyo maana yake nini? Kwamba uhitaji wa urologist au madaktari bingwa upande wa mfumo wa mkojo ni makubwa, lakini pia wanatakiwa wapate huduma inayofikika na iliyo rahisi, kama dhima ya simu ya mwaka huu inavyosema. Kwa kuwa umetueleza hapo, life expectancy imeongezeka na wanaume wanatamani kuishi na furaha hata katika umri wa uzee, bila kuteseka na tezi dume Je, ujumbe wenu mkubwa ni upi? Wanaume wanapaswa kufanya? Ni sali nzuri. E, umesema kwamba miaka imeongezeka, We are happy with that, lakini mara nyingi tunaangalia quality of life. Tunachoangalia ubora wa maisha katika kila sekunde unayoishi, kwa hiyo ndo kazi kubwa ya daktari. Tunasema hata kama nataka tunaona ku... wanafariki baada deka mbili, bado ile deka mbili ziwe bora, e, quality of life na nani moja hapo, kitu ambacho kwa miaka mingi ndio fanya kazi ya katika upande wa daktari, tumegundua kwamba tunasemea sana afya ya mama na watoto, tunasahau pia afya ya wanaume. Wanaume wengi hata tulipokuwa jana eh, kwenye furahisha, pale kwenye vyanja vya furahisha, tugundua mtu ndio mara ya kwanza kufika katika uwanja kupimwa, anakwambia mimi mara ya kwanza nienda hospitalini e, sasa eh, hospitalini, jandoni kwenda kutahiriwa, sijai kwenda tena, amna cha mareli, hakuna nikiumwa kidogo hapa nakunywa paracetamol. Wakina mama wana faida kidogo wakati wa ujauzito wanaenda hospitali wanapima, wakati wa mimba wanapima, wanajua wana hali gani, wana wana kidogo, imesaidia. Kwa hiyo mimi wito wangu mkubwa ni kwamba angalau mwanaume mm, kufika miaka arobaini eh, tuanze kuwa tunapima, eh, tuwekate bima. Tuna bima zetu, lakini wakati huo huo tuwe tuna kipato ambacho kimekaa kwa ajili ya kufanya check-up, na utaki kwenda hospitali ukiwa unaumwe tu Unatakiwa uende hospitalini wakati unapima, na kipatikana tatizo uweze kutibiwa mpaka kupona kuliko kwenda kutibiwa kwa ajili ya kupata unafuu. Ni muhali kusubiri umwe ndipo ukapima afya yako, kama anavyosisitiza Dr. Daniel Shadrack ambaye ni mwanzilishi wa kampuni ya iPhytos waliojikita kwenye tafiti na utengenezaji wa dawa. Ninaitwa Dr. Daniel M Shadrack, ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa kampuni ya iPhytos Tanzania. Aifaitos e, tunahusika na mambo ya utafiti pia na utengenezaji wa dawa za binadamu na tumejikita sana katika hii kada ya magonjwa ya urolojia kwa wanaume. Nini ujumbe wa Aifaitos kwenye kongamano la mwaka huu? E, tuweze kupima afya zetu, tuweze kujua afya zetu, lakini tufike hospitali ili tuweze kumwona daktari na kupata Uh, hali ya, ya, ya afya zetu, tusisubiri mpaka matatizo yawe makubwa ndio tuende hospitali, lakini tuwahi mapema tuchunguze afya zetu, itatusaidia zaidi kuendelea kuboresha e, ubora wa maisha ya Changamoto ya mfumo wa mkojo ni tatizo linalotamizizi hivi sasa na hakuna maajabu zaidi ya kuzingatia afya yako kwa vipimo vinavyopatikana kote hapa nchini. Kwa majina, naitwa Queen Tenga ni biomedical engineer. Ninawakilisha kampuni inaitwa Medipes kwa sasa hivi. Kwa kweli, changamoto za mfumo wa mkojo zimekuwa ni nyingi sana hususan, tunavyoongelea changamoto za mfumo wa mkojo, hasa hasa changamoto ya mawe kwenye kibofu, mawe kwenye figo, zimekuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo mimi nachoweza kushauri katika jamii ni kuzingatia uh, kuzingatia afya afya yao, afya ya mtu binafsi yeye kujijali mwenyewe katika matumizi, labda tuseme afya ya vyakula, afya ya, ya mwili wako binafsi, ili kuepukana na hizi changamoto kwa mfano za za mawe kwenye figo au mawe kwenye kibofu. Mimi ni Dennis Mwasalanga Mwanza.